Fume ni mkurugenzi wa chama cha kuogelea Tanzania. Mashindano yetu ni mashindano ya Taifa kwa watoto wenye miaka kumi na mbili kushuka chini. Kwa hiyo mtoto mdogo ambaye ameshiriki nadhani ana miaka mitano. Mashindano haya tutaangalia kama tuna mchezaji ambaye labda tulimsahau katika selection ya timu ambapo tutawafanyia leo, tuta leo na tutawacheki leo na kesho na kuongeza kwenye timu. Mchezo wa kuogelea una, unakuwa kila siku na times zinaongezeka. Sisi kwetu ni time. Ndo tunachokiangalia na ukiangalia time inapovunjwa ina maana kwamba yani tunaendelea vizuri sana. Changamoto ni... ni nyingi kwa kweli, pale ambapo unakuta watoto labda hawaja meet qualifying time alafu unalazi... wanataka waz... ulazimishe huwezi na na kuivunja, unamwambia no, lakini watu wanaona kama vile hutaki waogelee, lakini ukweli ni kwamba swimming ni it qualifying. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho ni vizuri a..., lakini changamoto nyingine ni za kawaida za kibinadamu ambapo tunapata solution zake. Kufuda wanasema hili timu iweze kufanya vizuri kwa maana level ya kimataifa, lazima kuwa na miundo mbinu mizuri, ndio pia kwenye idara hiyo ui jinsi inavyotazama miundo mbinu inajitosheleza? Well, nikiongelea miundo mbinu nadhani haitoshelezi, lakini ile ambayo ipo pia inaweza ikatusaidia tukafanya vizuri, na ndio maana watu watoto wetu wanafanya vizuri kwa, kwa siwezi kuwashauri kwa uh, serikali unachokisema kwa sababu tayari serikali wameshatu kutupa mwanga kuona kwamba wanatujengea swimming. Kwa asilimia ngapi unadhani, yani, kuna mwanga 100%? 100%. Yes. Kwa uh, kawaida mtoto anatakiwa anze na umri gani? Kwa mtoto tunasema miezi sita anaweza akaingia kwenye maji, kwa sababu mtoka tumboni anacheza kwenye maji, kwa hiyo it's a natural swimming. Kwa hiyo akitoka miezi sita anaweza akaanza kuogelea kufundishwa, hafundishi kushindana. Mtoto unajua kuna process za kuogelea kuna ile ya uh, water confidence adaptation, slowly unaenda unaenda mpaka unapokuja kumfundisha sasa kuingia kwenye mashindano. Kwa mfano unaweza ukaangalia hapa, wanafanya mashindano, lakini sio yale mashindano ambayo sisi tunasema mashindano, tunachokiangalia zaidi ni participation. Yes, majina yanaitwa Alexander Mwaibasi. Na haya ni mashindano ya vijana yani, mashindano ya vijana wa umri wa miaka kumi na mbili kuja chini, na haya mashindano, kama mimi nikiwa kama kocha mkuu wa timu ya taifa Uh, tuna umri wa miaka 11 12 ambao utashiriki kwenye mashindano ya kanda yetu ya tatu nchini Kenya, Nairobi mwezi wa kumi. Kwa hiyo tupo hapa, tumeshamaliza tushafanya uteuzi wa timu, lakini hapa vilevile kama atatokea mchezaji mwingine mpya ambaye tunaona atatufaa kwa ajili ya kuimarisha timu yetu, bado tunatumia mashindano haya kwa ajili ya kuchagua uh, wachezaji watakaojiunga na timu ya taifa kwa ajili ya mashindano ya kanda ya ya tatu atakayofanyika Kenya mwaka huu mwezi wa kumi. Ko tupo hapa tunaangalia na kweli vijana wetu wana, wanafanya kazi na kama mnavyoshuhudia nyewenyewe, rekodi zinavunjwa, ko vijana wetu wanajitahidi wa na mchezo Tanzania unakuwa kama mwalimu wa timu ya Taifa unapata ugumu gani hasa zaidi kupata wachezaji? Kwa maana umezungumzia ubora wa wachezaji kutokana na, na, na revu yao kama mwalimu pia mwalimu pia wa timu ya taifa kuogelea unapata ugumu gani katika kupata wachezaji wenye ubora? Ah, ni ugumu ambao sisi tunaupata kama makocha ma, ma wa timu ya Taifa ni kwa sababu tuwa wachezaji hao wanatoka kwenye vilabu mbalimbali na hatuna nafasi ya kuwaona kila siku, ni tofauti na wale ambao unawafundisha kila siku. Ndio maana tunatumia mashindano ambayo yanaweka yanawaleta pamoja wachezaji kutoka kwenye vilabu tofauti tofauti, ili tupate nafasi ya kuwaona na tufanye huo uchaguzi. Kile kikubwa imekuwa ni bwawa lenye, lenye, lenye, lenye kubwa mkubwa kwa maana kushiriki kwenye michezo ya kimataifa. Uh, huo huo ni wimbo wetu wa Taifa ambao kweli tunaendelea nao na kama ulivyosema, ni kweli mashindano ya zoni yetu ya tatu, nchi nyingi tunazozunguka tunatumia bwawa kama hili. Kwa hiyo hatupati tabu sana. Lakini kwa mwaka huu mashindano yanafanyika Kenya yanaenda kufanyika kwenye bwawa la mita 50 ambapo hapa kwetu sisi hatuna. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tunaendelea nayo. Lakini vile vile tupo pamoja kwamba tunajaribu tuna kupeleka ku, ku, ku, ku, kilio chetu kwa serikali. Lakini vile vile tunaomba wadau mbalimbali ambao wana uwezo wa kujenga mabwawa ya mita 50 wawekeze kwenye mabwawa ya mita 50 ili timu zetu za taifa na vilabu kwa ujumla vipate nafasi ya kufanya mazoezi ili tukienda kwenye mashindano wasione uwotewao sioni jambo lolote jipya. Asante. Mimi naitwa David Mwasyoge ni mwenyekiti wa Chama Cha Kuogelea Tanzania. Mashindano haya ni ya taifa ya vijana kuanzia miaka kumi na mbili kushika chini. Na waogeleaji wadogo kabisa wana miaka mitano na wakubwa wana miaka kumi na mbili. Haya ni mashindano yetu ya maendeleo, kwa hiyo tunawaweka wao wenyewe washindano wenyewe kwa wenyewe lakini pia inawapa picha kuona uh, maendeleo yao ndani ya miezi kumi na mbili. Kalenda yetu ya mwaka inaanzaga tarehe moja Julai. Kwa hiyo leo haya ni mashindano ya mwisho ya kalenda yetu ya msimu wa ishirini na tano ishirini na sita kwa hiyo ndio tunamaliza msimu kwa mashindano haya ya vijana na hiyo ina, ni ina, ina, ina, ina mashindano ya muhimu sana. Na leo hii katika mashindano haya yanafanyika siku mbili, tuna vijana mia mbili tisini na tano, haijawahi kutokea Tanzania. Hii ndio mara ya kwanza tumeweza kupata vijana wengi katika mashindano ya vijana. Sasa kama una kama una waogeleaji 295 vijana, manake yajayo huko mbele yanafurahisha, sababu hii inatoa platform kwamba base inaongezeka kuwa kubwa, na lengo letu ni kuhakikisha mashindano haya ya vijana tunapata waogeleaji wengi zaidi ili ushindani uwe, uwe mkubwa, kwa sababu mchezo wa kuogelea ni piramidi, huku chini wanakuwa wengi, lakini kadi unavyoenda juu kuna wengine wanajichuja.

Lakini kadri huko chini inakuwa wengi, maanake huko juu kupata wachezaji bora wengi inakuwa ni rahisi. Labda tungependa kufahamu kuhusiana na haya mashindano Zamira, lakini pia vilabu ambavyo vinapata kushiriki katika mashindano ni vingapi Zamira? kama nilivyosema ni kuendeleza vipaji na kuwapa platform vijana wetu hawa wadogo kuanzia miaka mitano waweze kupata uzoefu, lakini pia kuwapa makocha fursa ya kuweza kugundua training zao zilizofanya kwa, kwa mwaka mmoja, miezi kumi na mbili. Je, Tuna, kuna maendeleo time zime, zimepunguzwa au la? Gepu liko wapi? tufanye nini? Lakini pia makocha wana assess, je, mtoto anaweza kuendo pressure ya kushindana? Maana yake unaweza ukamtrade mwenyewe kwenye pool, akija hapa anaona wenzake wengi, wengine wanapata shock, na hiyo tunai, tunaipata hata tukienda kwenye mashindano ya kimataifa, wakati mwingine kuna ile hofu. Sasa hii hii pia ina, ina, ina mu-expose mtoto kuweza mentally kujiandaa mentally kwamba nafanya mazoezi kila siku, lakini haya ndio mashindano niko katika mashindano niko katika pool, kuna watu wanakuangalia. Kwa hiyo hiyo ndio zamira kuu. Virabu vingapi ambavyo vinakata kushiriki? Virabu vilivyoshiriki msimu huu ni virabu 18 vya Tanzania bara na visiwani na kutoka mikoa mbalimbali, lakini pia tuna kimoja kutoka Kenya na wamekuja kushiriki a mashindano. Kuna hey, ongezeko la watu. Tafsiri ni nini, katika chama kuhamasisha au siri ni ni, ni, muamko mwamko? Chama tumefanya kazi kwa shirikana wadau, unavyoona, na wadau kama unavyoona na nyinyi wenyewe ni mashahidi kwa mna, mnafanya kazi kubwa miaka ya nyuma kwenye mashindano kama haya ulikuwa uwezi kukuta kuna media nyingi zimefika. Kwa hiyo mwamko unaongezeka, tunawashukuru vyombo vya habari kwa kupromote mchezo wa kuogelea. Kwa hiyo wazazi pia wanahamasika na, na hii ndo chachu kubwa, wazazi wanahamasika. Miaka kumi, kumi na tano ilikuwa ukija kwenye mashindano kama haya unakuta asilimia tisini sio watoto wa Kitanzania, lakini leo hii asilimia mia moja ni watoto wa Kitanzania. Hayo ni maendeleo makubwa. Kuna vilabu vimetoka Dar es Salaam, vilabu vimetoka Mwanza, kuna kilabu vimetoka Zanzibar, Vilabu imetoka Morogoro ya lakini, vilabu vingi vinapatikana Dar es Salaam na, na mo, azma yetu sasa ni, ni kutembelea na mikoa mingine ile ambayo tayari ina swimming pool tuweze kuwashawishi wawe na vilabu vya kuogelea lakini, kwa sasa vilabu vingi viko Dar es Salaam.